Kwa jina anamuita Adamu, Adamu, Adamu uko wapi Adamu? Anasema niko huko, nilisikia sauti yako. Sasa kwa sababu niko uchi, nikaona aibu. Sasa tupo kichakani, tumejificha. Wakati huwa wameshona maja majani, uh, majani wameyavaa kama mavazi kwa sababu ya aibu, maana macho yao yalishafunguliwa. Lile vazi la utukufu wa Mungu lile kwani liliwafunika hata wasijione kama wako uchi, limeshaondoka. Uharibifu kaingia hapo. Kwa hiyo mwanadamu akawa ameanguka dhambini, na kwa sababu hiyo lazima apatikane mkombozi wa kumtoa mwanadamu kwenye anguko, ashukuliwe Mungu. Hatimaye kwenye agano jipya, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, Yesu Kristo alikubali kuzalia, akaishi kama wanadamu, akaenda msalabani, akaenda kaburini, na siku ya tatu akafufuka. Ndio maana tunatangaza ukombozi. Kwa hiyo Mungu akamtafuta mwanadamu. Tunaona mwanadamu baada ya hapo akafukuzwa atoke kwenye bustani ya Eden, maisha ya dhambi yakaendelea. Tunaona Kaini na Habili. Kaini anamwangukia Habili, anamuua, dhambi ya uaji inaendelea kuchanua, mabaya yakaendelea. Wakati wa Nuhu, garika ikaachiliwa kwa sababu watu walikuwa wenye dhambi, na ile garika na ile garika ilikuwa inawakilisha siku zijazo, si huko mbele milele Mungu atusaidie sana. Watakaopona ni wale ambao wamechenga safina, yani wamekubali ukombozi, wamekubali wokovu, wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. kwa kama haumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, popote ulipo, ni muhimu kumkubali Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Baada ya hapo, tunaona maisha yakaendelea kitabu cha Mwanzo sura kumi na mbili Mungu anamwita Ibrahimu. kumi na moja pale baada ya kumi na mbili Mungu anamwita Ibrahimu kama mwanadamu wa kwanza kuitwa na Mungu. Haleluya, binafsi anaitwa na Mungu ili achana miungu aachane na misimu, aenda akamwabudu Mungu. Na pale tunaona Mungu anamwambia Ibrahim, siku moja uzao wako kizazi chako kitaenda katika nchi ya utumwa, na watakaa miaka arobaini maisha saka akapita, Yakobo akiwepo wa akazaa watoto kumi na mbili. Mmoja ni Yusufu. Yusufu anauzwa kwenda utumani. Sikiliza, nataka nikueleze Pasaka ilianzia wapi? Amina. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe!